Kitu hakiwezi kuachiliwa kwako kama hakijafunuliwa kwako. Hauwezi kupata kitu ambacho hujakiona katika ulimwengu wa roho, na kanuni za kiroho, kuona kunatangulia kupokea. Hauwezi kupokea ambacho haujaona, lazima uone kwanza ndipo upokee. Kwa hiyo hata kama unataka kubadilisha maisha au mahali ambapo ulipo, umepachoka kiwango ulicho nacho kimekuchosha, haukiwezi kubadilika kama haujaona kipya tofauti na hicho. Kwa lazima ukae kwanza, utengeneze picha nyingine mpya, uone kitu kingine kipya. Ni kanuni, kuona kunatangulia kupokea. Na ukichunguza sana, utaona kwamba hakuna kitu kinachohesabiwa haki kwa mtu kama hajakiona kwanza. Haiwezekani kibiblia. Hata Mungu aliposema na Ibrahim juu ya kumpa nchi ya ahadi ambayo ni Kanani, haikuwa yake mpaka kwanza ameiona hapo Mungu alimtokea kwenye Mwanzo sura ya kumi na mbili na Ibrahimu akiitika wito na akatoka akaachana na wazazi wake na ndugu zake na nchi yake, akaenda kwenye taifa. Sema nimekutoka katika Ur ya Kaldayo. Ur ya Kaldayo ni ilikuwa ni jamii kubwa, ni wenyeji wa Babeli. Kaldayo ilikuwa ni kama jimbo au ni kama jiji, ni kama mji, ni kama mkoa kwenye taifa la Babeli, kwa sababu nimekutoka katika Ur ya Kaldayo. Kwa Mungu alimtoa kule, akampeleka Kanani, lakini haikuwa yake mpaka kwanza alipoiona. Alifika na akaanza kuchunga mule akawa naishi, ila picha ikujengeka ndani yake, japo anaishi ndani ya taifa hilo, ikabidi Mungu amwambie inua macho yako. Kwenye Mwanzo sura ya 13, Biblia sema baada ya Ibrahim kutengana na Rutu, Mungu akamwambia inua macho yako, tazama kaskazini na mashariki, magharibi na kusini. Anasema kwa kadri utakavyoweza kuona, anasema as far as you can see, kwa kiwango au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa. Kwa hiyo ile nchi alijichorea mipaka, sio Mungu alimchorea mipaka. Ibrahim ndiye alijichorea mipaka ile. Taifa la Israeli lilivyo saizi ni mipaka ambayo Ibrahim alijichorea mwenyewe kichwani, anasema as far as you can see Mungu alijiweka pembeni akasema kwamba nimekuweka hapa kwa, kwa kiwango utakachoweza kuona au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa, hai, hai. Na akawa bado haikukriki ndani yake, kila Mungu akiongea naye anaongea habari za mtoto wake mwingine. Mungu akamtoa nje, tazama mchanga wa bahari, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Akashindikana, akampeka nje, tazama nyota za mbinguni, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Anamtengenezea picha, anamtengenezea picha ili aone. Alivyopata picha ndani yake akaona itakavyokuwa. Warumi sura ya nne ndipo anasema akahesabiwa haki. Kusoma kwanza sura ya kumi na saba na kuendelea, kwamba yeye atajea sio kuwako kana kwamba yapo aliyatarajia, sioweza kutarajika, anasema ikahesabiwa haki kwake. Kwa hiyo hakupata kwa sababu tu Mungu amemwambia, alipata kwa sababu ameamini, na ikahesabiwa haki kwake. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Kwa nini? Kwa sababu imani ni kuona kwa jinsi ya ndani. Imani ni kama mashine ya ultrasound. Mama mjamzito ana uwezo wa kwenda hospitali na mashine ikaangalia mtoto tumboni, ikamwambia umri wake, ikampa na siku au muda ambao mtoto atazaliwa. Mashine inasema pale, inapima kila kitu, itapima ukubwa wa mtoto. Kwenye mashine inaweza ikatambua kwamba huyu mtoto anaeza ikazaliwa kwa jinsi ya kawaida au ni lazima operation. Inatambua na inaangalia inakupa mpaka nyakati ambazo yule mtoto atazaliwa, wana calculate pale. Imani ni kama hiyo mashine, ni sawa na ultrasound. Hauwezi kusema unaamini kama haujaona kwanza, kwa sababu imani inakupa picha ya kile kitu kilichoko ndani. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana, mambo sioonekana. Neno bayana maana yake waziwazi, maana yake kweupe, maana yake unaona ni kuwa na hakika mambo yataajo baada ya mambo yasioonekana. Hauoni kwa macho, ila ndani kuna kitu unakiona kwa hiyo hauwezi ukawa unamwamini Mungu juu ya kesho ya kwako kama kwanza hauna picha juu ya kesho ya kwako. Ndiyo maana kumbukumbu ya Torati 29:29 inasema yaliyo mambo ya sirini, mambo yaliyofichwa ni mambo ya Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa wamepewa nadamu. Maana yake ili kiachiliwe kwako mpaka kwanza kifunuliwe kwako, ko kwa kabla ya kutafuta kitu kituka kwenye maisha yako, tafuta kwanza ukione ndani yako kama weye ni biashara, kama wewe una kazi yote unafanya, kama wewe kuna aina ya maisha uipendi, au mahali ulipo unapachukia na kuna kitu unatamani kipya, lazima ujijenge ndani yako, uone kitu bora kuliko hicho ulichonacho hizi, uone kesho bora kuliko ulionao hizi. Ili nini? Ili ihesabiwe kuwa haki, sababu haihesabiwi kuwa haki kama kwanza haujaiona ndani kikawaida Mungu ametupa kila kitu, anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Umetukirimia maana yake umetupa ile asili yake ya uungu ule uungu wako wake, anasema umetukirimia, has given us, umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua, kwa mambo yote yanaopaswa, uzima make life, yanaopaswa mambo ya kimaisha, na utaua make mambo ya kiroho, mambo matakatifu yote, ule uwezo wake wa uungu umetupa, lakini hakiwezi kikaachiliwa kwako mpaka kwanza umekiona kwa kile unachojua ndicho kinachokutenganisha na wengine, ndicho kinachokuseparate na wengine. Kwa tuweza tukawa tuna watu mbalimbali, lakini mbali, yale wanayoyafahamu ndio wanaowatofautisha na wengine.